Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 10 Februari, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya mtakatifu Skolastika, mtawa. Skolastika alikuwa dada pacha wa mtakatifu Benedikto wa Nursia. Alizaliwa mnamo mwaka 480 huko nchini Italia. Alijitoa kwa Mungu tangu akiwa mdogo, na kama mtakatifu Benedikto aliachilia utajiri wa familia yake na kumfuata kaka yake kule Subiaco. Benedikto alipohamia Monte Cassino, Skolastika alifungua nyumba ya kitawa karibu naye, kwa ajili ya wanawake waliopenda kuishi kadiri ya kanuni ya utawa ya Mtakatifu Benedikto. Benedikto na Skolastika walikutana mara moja tu kwa mwaka kwa mazungumzo ya kiroho. Mtakatifu Gregori Mkuu akiandika juu ya maisha yao anasema Mtakatifu Skolastika alipotambua kuwa anakaribia mwisho wa maisha yake, alimwomba kaka yake waongee pamoja siku nzima. Benedicto hakupenda kwenda kinyume na kanuni ya kitawa aliyoiandika mwenyewe ambapo angerudi monasteri usiku. Hivyo alimkatalia dada yake. Skolastika alipoona hilo, Akasali kumwomba Mungu ili Benedikto abaki naye. Ombi lake lilijibiwa na Mungu kwa haraka, na ingawa anga lilikuwa halina mawingu, ilinyesha mvua kubwa sana. Hata Benedikto alilazimika kukubali kubaki na dada yake. Sheria ya upendo ikashinda sheria ya haki na nidhamu ya kitawa. Benedikto na Skolastika wakazungumza usiku kucha mambo ya kiroho, na kesho yake asubuhi ya Benedikto akarudi katika monasteri yake. Siku tatu baadaye, Skolastika akafariki dunia akiwa na umri wa miaka 67. Benedikto akamzika katika kaburi ambalo alikuwa amejiandalia kule monasteri ya Monte Cassino. Benedikto naye akaaga dunia siku 40 baada ya kifo cha dada yake. Benedikto alifariki mnamo tarehe 21 mwezi Machi mwaka 547 na akazikwa pembeni mwa Skolastika. Mapacha hawa walianzisha mashirika mawili makubwa ambayo yalistawi sana kwa karne kumi na nne yakitoa zaidi ya watakatifu elfu tano. Watu wanasali kwa maombezi ya Mtakatifu Skolastika wanapopatwa na dhoruba. Itukuzwe damu ya Kristo, milele amina. Mtakatifu Teresia wa Avila Anatupatia tafakari fupi juu ya maisha ya mtakatifu Skolastika Mtawa akisema, ukijaribu kuishi katika Bwana na kuweka moyo wako kwa Mungu walau kwa mwaka mmoja, mwishoni utajiona mwenyewe kuwa umepiga hatua katika ukamilifu bila hata kujua ni kwa namna gani. Watakatifu wengine tarehe 10 Februari: Watakatifu Apollo, Proteus, Orion na Plausius, wafiadini wa Misri. Mtakatifu Skolastika Mtawa, utuombee.